Naam, habari yako ambayo unatufuatilia kupitia 360 on air muda huu hapa na hii hapa ni kwa mara nyingine tena bwana uh, kuna ishu moja uh, imeweza ku make headlines uh, katika uh, sehemu mbalimbali bwana, kufuatia uh, ishu nzima ambayo inamuhusu mshikaji wetu Haji Manara. Na mapema hapo jana bwana, zimeweza kupostiwa ku, ku, ku uh, posti nyingi sana kuwahusu Haji Manara pamoja na mpenzi wake Zailisa, yes, kwamba inayosemekana wawili hao kwa sasa hawapo tena katika mahusiano, yes, issue ni kubwa sana, na mimi nataka niweke sawa kinagaubaga na wewe uweze kuelewa uh, ni kitu gani ambacho kimeweza kusababisha hayo yote fanya uh, kitu kimoja cha busara sana yes, uh, bana, e, ishu iko hivi. Uh, Haji Manara bwana ameweza kumbwaga mpenzi wake ambaye wana miezi kadhaa katika mahusiano yao ambaye anaitwa Zailisa yes, uh, kwa sasa Zailisa na Haji Manara hawapo tena katika mahusiano uh, kwa madai ya kwamba Haji Manara anasema Zailisa ameweza kumnyanyasia familia yake na yeye hiko kitendo hakipendi hata kidogo. Kwa nini Zailisa anaweza kumnyanyasia familia yake na ikiwa yeye ndiyo muhimili wake watoto wake eh? Bwana Haji Manara ameweza kuibuka na kuweza kusema kwamba mwanamke ni mchoyo sana, ameweza kumnyima chakula mtoto wangu mimi mzazi. Ameweza kuandika kupitia Insta, uh, Instagram uh, Haji Manara ameweza kutoa mapovu mengi sana kupitia uh, Instagram account hapo Uh, usiku wa jana Haji Manara alianza kuandika kwa kusema uh, mtoto wangu na wazazi wangu wapo juu ya kila kitu. Uh, unamnyanyasa mwanangu hata kwa chakula, halafu ulitaka tuendelee kuishi ndani kwangu. Mwanangu wakumzaa uh, umnyime hadi chakula. Uh, yote naweza kusamehe, ila kwa mwanangu na familia yangu big no, siwezi kustahimili. Mange, una una uh, unadhani hana akili? Ni baada ya kukulipua unataka huruma kwake Acha roho mbaya mwanamke, nambana. Hayo ni maneno ambayo ameweza kuyasema Haji Manara baada ya mke wake huyo kuweza kufanya kitendo hicho, yeye ambacho ameweza kuweka madai yake wazi na yeye Zay Lisa moja kwa moja akaje na kuweza kujitetea kwa kiwango kikubwa kabisa kwamba bwana, mimi sijaweza kufanya hivyo na pia siwezi kufanya hivyo. Zay Lisa pia kupitia Instagram account yake aliweza kuandika kwenye Insta story kwamba, kuweka wazi kabisa kwamba mimi sikuweza kufanya kitendo kama hiko, kwa sababu kwa sababu si kitu rahisi, kwa sababu hata Uh, baadhi ya challenge Watanzania wengi walikuwa wanamuona na hata watu wengine wengi walikuwa wanamuona Zay Lisa akiwa na mapenzi ma, makubwa au mapenzi ya dhati kabisa na yule mtoto wa Haji Manara wa kiume, uh, lakini leo hii watu wengi wameshangazwa sana uh, kitendo cha kusema kwamba uh, dogo alikuwa na nyumba ya chakula na Zay Lisa so Zay Lisa ameweza kufungua uh, kufunguka namna hii kupitia Insta story yake. Naam, si wafanyakazi wenzangu, si ndugu zangu, si marafiki wala majirani wote wanajua uh, moyo wangu leo hii mkanizulie manyanyaso uh, anamnyanyasa mtoto uh, niliokaa naye kwa wema nafanya naye mpaka challenges uh, tukicheka na kufurahi, ingewezekana vipi kama ningekuwa na mnyanyasa? Yes, ebana, hayo ni maneno ambayo waliweza kusema dada yetu Zay Lisa kuweza kuweka sawa kwa namna moja ama nyingine statement ya mume wake kwamba uh, yeye amefanya kitendo kibaya cha kuweza ku, ku, kumnyima mtoto chakula. Aa, lakini mambo bado yamezidi kuendelea kuwa mengi sana kwa sababu hata Haji Manara pia akaweza ikawa kama ni mjibizano hivyo wa SMS, ah, labda ah, hapana, wajumbe nyingi labda kupitia insta story na sehemu nyingi tu kwamba Haji Manara kuishia pale, na aliweza kusema kwamba haya, unazua una na huyu mpuzi wako anaishi naye asina ihsani kama wewe, una chochote cha kunifanya zai? Unadhani mimi ni mjinga kila matusi yako yote yatafika kila mahali na kila sehemu, na kama ulijua utanisingizia jambo la kutunga, imekura kwako. Wewe umekuja kwangu hata nguo huna, unavaa vipedo, na hata pasipoti wala nida haukuwa nayo. Nimemtoa mtoto wako shule ya Kayumba na nimempeleka shule bora A, leo unanitusi eti sidindi bana. Ya, hiyo ni kauli ambayo ameweza kuitoa Haji Manara baada ya Zay Lisa hapo nyuma kuweza kuandika waraka mkubwa, kwamba kusingizia vitu vingi, kwamba Haji Manara yeye pia ameweza kufanya kitendo uh, kibaya sana kwamba cha cha kumtoa cha kuwa na mlahai na mtoto um, wa dada yake Zay Lisa, kwamba anamtaka kimapenzi so hii hili jambo li sana limeuma. Uh, pia ameweza kufunguka maneno kama haya kwamba, Zay Lisa, kwa wema wote ambao nimekutendea leo hii unaweza kunizaririsha mimi kihasi kama iko lakini Haji Manara bwana yeye bado hajateteleka na bado tunaendelea kukaa na kuweza kusikilizia kitu gani ambacho ataweza kufunguka au kitu gani ambacho ataweza kusema kufuatia na hili sakata ambalo linaendelea. Ee bana, usiweze kuchomoka, kaa hapa hapa ndani ya Moka 360 au 360 on air kwa ajili ya updates nyingi mbalimbali mbali ambazo zinahusu maisha ya kila siku ya jamii, watu maarufu na vitu vingine vingi tu, lifestyles na issue mbalimbali za kimaisha Bana. Karibu sana, usisahau kusubscribe chaneli yangu atimoka 360. Naam.